Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa heshima na nafasi kubwa ambayo Mungu amenijalia wa kupata wasaa wa kuja hapa katika hospitali yetu ya, ya kata ya Ipagala. Kwanza napenda niseme pia kwamba mimi ni mkazi wa kata ya Ipagala. Kwa hiyo kwa kuwa mimi ni mkazi wa kata ya Ipagala, niliona kuna umuhimu sana wakati tukiendelea kuwa na maandalizi au maandalizi ya sherehe ambayo tunatarajia itafanyika tarehe kumi na tisa ya kumsimika Baba Askofu mteule, tuliona kwamba ni vizuri tushiriki na, na huduma za kijamii ikiwemo suala hili la upandaji wa miti, na leo ndio tunaanza e, maadhimisho. Hii ni wiki ya kilele Tunaanza leo na kesho tutakuwa na matukio mengine ambayo tutakuwa tukiendelea kufanya. kesho tutakuwa tunaelekea hospitali ya General kwa ajili ya utoaji wa maziwa ya watoto njiti. sasa kwa nini tumeamua uh, kufanya huduma hizi? au kwa nini tumeamua kupanda miti? kwanza tunaunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan na pia na watendakazi wake au wasaidizi wake katika mkoa wetu wa Dodoma, akiwemo mkuu wa mkoa Mheshimiwa eh, Rosi Stakise Nyamule ambaye pia naye ni mdau wa mazingira, pamoja na DC wetu wa Dodoma eh, Shehe eh, eh, eh, eh, Jabiri Shekimweri. Kwa hiyo nataka niseme kwamba tumeamua kuunga mkono juhudi hizi kwa sababu mama alikuwa na kauli mbiu, anasema anataka Dodoma iwe ya kijani. Sasa sisi kama kanisa la Carmel Assemblies of God tumeona ni vema kutambua mchango wa mama eh, na mchango wa serikali katika kuhakikisha Dodoma inakuwa ya kijani, Dodoma inaboreka kimazingira, na ninyi wenyewe mnaona namna gani ambavyo serikali inafanya juhudi za kuhakikisha kitu kinaitwa ukame Dodoma kinaondoka. Na hata sasa mazingira ya mji wa Dodoma yamebadilika sana na hasa kwa sababu ya upandaji wa miti. Kwa hiyo, sisi kama kanisa tumeona kama ni vema tuungane na serikali katika kukijanisha mkoa wetu wa Dodoma, makao makuu ya nchi yetu, lazima tuwe na sura ya kijani na leo Dodoma inapendeza kwa watu wote kuja hapa na inavutia, kwa hakika inavutia. Kwa hiyo ndio maana tukaona kwamba uh, tuunge mkono juhudi hizi, na ndio maana tukaamua kuleta sasa miti ya matunda. Atupandi miti ya kivuli tu peke yake, tunapanda na miti ya matunda kwa sababu matunda ni kwa, kwa faida pia ya afya zetu. Kwa hiyo tuliona pia tuweze kupanda hapa, na tumetoka tumepanda ofisi ya kata na sasa tuko hapa na tutarudi tena sehemu nyingine vilevile, kusudi kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita ambayo imeazimia wananchi na Watanzania wapate hewa safi kupitia miti na pia kupata matunda eh, wawe na afya bora, na kama ambavyo pia serikali yetu imefanya jitihada ya kujenga kituo hiki kituo hiki cha, cha, cha, cha afya hapa na ni kituo kizuri sana, kizuri mno. Kwa hiyo nataka niseme serikali imefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha inaboresha miundombinu katika mji wetu wa Dodoma. Kwa hivyo, mganga mganga mfawidhi wa hapa tunakushukuru kwa kutukaribisha, kutupokea, eh, mheshimiwa mtendaji wetu wa kata wetu ya Ipagala na mwenyekiti wa chama ambaye tuko, tuko wote hapa na mwenyekiti wa tawi, tunashukuru sana kwa upendo wenu kwa namna ambavyo mmetujali sisi tulipowasilisha ombi letu kwenu, mmetupokea bila matatizo yote. Lakini pia nimshukuru mheshimiwa diwani kwa namna ambayo na yeye ni mdau wa maendeleo na ameonyesha jitihada hizi eh, kuhakikisha na hapa Ilazo wanakaa vizuri yaani hapa kwenye kituo cha afya, na kwa kweli mazingira ni mazuri na yanapendeza. Kwa hiyo tumeunga mkono juhudi hizi, tupande kupanda hii miti, ili hali ya hewa na mazingira yaweze kuwa mazuri. Wakati mwingine wagonjwa wanapokuja hapa kuhudumiwa, wanaweza kukaa kwenye miti wakiwa wanapata hewa safi. Kwa hiyo ndio, ndio, ndio ina, inapendeza sana. Ni washukuru sana waandishi wa habari kwa kushirikiana nasi katika tukio hili. Mungu azidi kuwabariki. Tuendelee kushikamana katika, eh, katika, katika nchi yetu kudumisha amani na mshikamano na umoja kwa pamoja kwa sababu nchi hii ni yetu. Na niombe pia nitoe wito kwa viongozi wenzangu wa dini kwamba sisi kama viongozi wa dini tuna, tuna, tuna, tuna, tuna haki au stahili ya, ku, ya kuunga mkono juhudi za serikali pale serikali inapofanya mambo mazuri, ni vizuri pia tuhakikishe tunaiunga mkono, kama ambavyo tunaona katika mkoa wetu wa Dodoma umekuwa na maendeleo makubwa sana eh, makubwa sana ikiwemo barabara za lami na mheshimiwa mbunge wetu eh, Mheshimiwa Antoni Mavunde ambaye pia vilevile naye amekuwa akionyesha juhudi za kuhakikisha mji wetu unakaa vizuri. Kwa hiyo mimi niwaombe eh, eh, wenzangu viongozi wa dini wenzangu Hebu tuendelee kutangaza eh, na kuhimiza amani na mshikamano na umoja eh, wa kitaifa yani, tuwe pamoja na serikali yetu. Mimi nawashukuru sana, sina mengi ya kusema, lakini pia nawashukuru uh, viongozi wangu viongozi wangu wa kanisa la Karmel, naye Katibu Mkuu yuko hapa eh, eh. Tunaye katibu mkuu, lakini pia e, mganga mkuu ameomba swala la damu. Naomba na, ni kuahidi kwamba e, tutashirikiana na kituo hiki kuhakikisha damu inapatikana kwa jitihada zetu, kwa uwezo wetu tutafanya hivyo, na Ijumaa tuna zoezi la, la uchangiaji damu, na tumeomba wenzetu wa Benjamin Mkapa kwamba waje hapo tuendeshe zoezi lile pamoja. Kwa hiyo tutaona namna gani tunaweza kufanya katika kuwasaidia pia katika kituo hiki ili na chenyewe kiweze kuwa na, na, na damu angalau sio ya kutosheleza kwamba kwa siku zote, lakini kwa namna ambavyo tutaweza tuta, tutawasilisha mahali hapa. Kwa hiyo niwashukuru sana, mganga mkuu, tunakushukuru. Mungu awabariki sana, nawatakia neema za Mungu na baraka. Na miembe hii ningetamani iendelee kuwa vizuri, na mimi namwomba Bwana kwamba hii miembe izae matunda ya kutosha ambayo yatatosheleza hospitali hapa, na inawezekana, inawezekana, kwa sababu mimi kwangu nyumbani nimepanda miti ya miembe hii, mmoja tu unatosheleza familia, mpaka nagawia waumini, mpaka nasafirisha nje ya, ya Dodoma, nikiwasafirishia marafiki zangu. Kwa hiyo hii miembe miwili ikienda vizuri, hospitali nzima hapa mtakula maembe mpaka mnabeba nyumbani. Kwa hiyo naamini hivyo, na hii miembe imefanyiwa utafiti, ni miembe iko bora. Tumechukua eh, eh, chuo kikuu cha, cha kilimo pale Sokoine ambao wanahusika na, na, na, na uh, uh, uh, utafiti wa mbegu bora. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba niwashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza, tuwe pamoja kwa ajili ya kazi ya kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu. Mungu awabariki sana. Majina, naitwa Dr. Catherine Donald Masome ni mganga mfawidhi kituo cha afya Ilazo. Kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana baba kwa kutambua uwepo wetu hapa na kutambua umuhimu wa kuja kupanda miti katika kituo cha afya Ilazo. Kwa kweli tunashukuru sana, kwa sababu sisi tunatibu kwa dawa, lakini matunda ni muhimu sana kwa hiyo kwa mgonjwa anavyotibiwa akimaliza kituo cha afya, pia tunahitaji angalau damu. Kwa hiyo kwa huko mbele, tunaomba pia utuangalie kwa hilo na kwa huduma mbalimbali za kijamii, kwa sababu tunahudumia Wanaipagala na na tofauti na Wanaipagala na ni watu wengine ambao wanatuzunguka katika jamii yetu. Kwa hiyo tunaomba usitusahau. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutambua uwepo wetu. Mina yangu naitwa Esther Evans Lucas. Leo tumekuwa na jambo letu zuri sisi kama kanisa la Carmel Assemblies of God Dodoma mjini. Leo tulikuwa tuna zoezi la kufanya usafi wa mazingira, tumeanzia kanisani, tukatoka hapo tukaatukaenda kituo cha tukaenda kituo cha kata kupanda miti, tumetoka hapo, tuko Ilazo kwa ajili ya kupanda pia miti hivyo hivyo. Lengo kama kanisa ni kujaribu ku kusapoti juhudi za serikali ambazo imekuwa ikisisitiza juu ya uboreshaji wa mazingira kama kupanda miti na vitu vingine. Na nichukue tu rai kuambia raia wenzetu kwamba wawe ni watu ambao wanasapoti juhudi za serikali kwa kuboresha mazingira na kuhakikisha mji wetu kuwa safi, mazingira yawe safi Tusitupetupe takataka ovyo, kama tunataka kuona mji wetu unakuwa mzuri na mji wenye kupendeza. Unapoona sehemu kumewekwa dustbin ya kukusanya takataka, hakikisha taka, basi unatupa takataka taka zako sehemu sahihi, lakini si kutupa tupa takataka ovyo kwamba unaona hapa mtu anioni, basi unatupa. Nipende kuchukua rai hiyo kusisitiza wanadodoma tuendelee kuboresha mazingira yetu, ili mazingira yetu nayo yatutunze, maana mazingira yanapokuwa machafu hata afya zetu kwa kweli zinakuwa ziko kwenye hatihati hati. Niseme nashukuru sana, Mungu awabariki sana kwa jina. Mimi naitwa Modesta John Mashoke, ni afisa afya kata ya Ipagala. E, kwanza mimi nichukue nafasi hii kuwahamasisha wananchi kwanza kila mtu ajali usafi wa mazingira, usisubiri uje uambiwe safisha. Unapoona mwenzio amesafisha, unajifunza kwa jirani. Tujenge tabia ya kuwa wasafi. Kuna tatizo katika mkoa wa Dodoma, yaani wananchi wanasukumwa kufanya usafi. Inafikia hata kipindi tunapo, kwa mfano, Jumamosi ya mwisho wa mwezi huwa ni usafi wa pamoja ambapo huwa tunafanya kwenye yale maeneo ya public, kwa mfano open space au maeneo ya mitaro, tunahamasishana kwenda kufanya usafi, lakini kuna baadhi hawatoki mpaka tena tunaanza kukamatana. Sio sawa. Utasikia mifereji, serikali ndio inatakiwa ifanye. Serikali ni nani? Serikali ni mimi na wewe Serikali sio mtu eti atoke juu aje akusafishie, hapana. Serikali imejenga mifereji, lakini wajibu wetu sisi ni kutunza ile miundo mbinu tusiharibu. Unakuta wengine wanatupa takataka -taka, wamegeuza ni dampu, sio sawa. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi kujali usafi wa mazingira na pia tulishatangaziwa kila nyumba ipande miti mitano ya matunda. Lakini mtu mwingine unakuta hajali, wakati ile miti inamfaidisha yeye. Mimi nikikwambia panda, sitakuja kwako nichube yale matunda, utafaidika wewe na familia yako. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wananchi kupanda miti na kujali usafi wa mazingira. Sheria ndogo zipo, faini inaanzia elfu hamsini mpaka laki tatu kwa yule anayevunja sheria. Hivi hata saa hizi wakati nyinyi mmekuja pale kwenye kata, mimi nilikuwa mtaani na nilishawasiliana na askari wa jiji waje tukakamate wale ambao hawajasafisha mazingira, kwa sababu Jumamosi gari ilipita kabisa ikatangaza kila mwananchi mkazi wa Ipagala asafishe mazingira yake kuzunguka eneo lake la nyumba mita tano kulia, mita tano kushoto, nyuma na mbele na wale ambao wapo pembezoni mwa barabara ni wajibu wao kusafisha pamoja na mifereji. Lakini utakuta mtu eti oh, tunalipia sijui safe silevi, serikali inatakiwa isafishe. Serikali ni mimi na wewe. Serikali sio rais eti atoke kule aje akusafishie. Sio sawa. Wewe bado mpya <laughs>